Unajijengaje kama mamlaka ama authority kwenye tasnia yako, ama industry yako. It's simple. Kwanza, jambo la kwanza. Wajasiriamali wote inabidi kuwa kichwani kwao, wao wanawaza kwamba lengo lao kubwa sio kupata hela. Lengo lao kubwa ni ku dominate industry. Hiyo ni, inabidi iwe ni mindset kwanza. Yaani usiingie kwenye biashara kwa kuwaza anapata hela, anapata hela, anapata hela. No, ingia kwenye biashara kwa kuwaza ana dominate vipi hii industry. Jambo la kwanza. Jambo la pili Uwezi kudominate kama una mamlaka. Lazima uwe figure of authority kwenye hiyo industry ndo uweze kudominate. Uwezi kuwa na figure of authority kama hauna strong personal brand. Inaweza kuamrisha wateja wakaamini hii ni fake, hii ni original personal brand. unaweza kuamrisha watu wakaja kwenye event zako. Unaweza kuamrisha watu wakanunua, watu na personal brand, watu watu wasinunue. Unaijengaje? Unajenga kwa kunua kozi yangu ambayo nimefundisha vizuri namna gani ya kutengeneza personal brand, na ukihitaji personal brand comment neno kozi hapo chini. Ukijua kutengeneza personal brand umeweza kutengeneza authority figure. Ukijua kutengeneza authority figure una dominate industry, una dominate industry. Rafiki yangu unaweza ukasema leo watu wote ni kuangalia movie. Watu, watu wanaangalia movie. Ukisema sasa hivi tuna hii na, na product mpya nunueni watu wananua. Hiyo ni authority figure.